Moja kwa moja kutokea hapa jijini Tanga, na hapa tulipo ni takatifu jioni wa pili, eneo ambalo watumishi ofisi kuu ya Dayosisi ya Kaskazini ambao wamekuja kwa ajili ya maburudisho ya watumishi wakiwa wanatokea hapa, lakini kikubwa zaidi ambacho tumekuwa nacho kwa siku ya leo ni programu nzuri ya kujitathmini na kutafakari utendaji wetu. Na kwa sasa hivi sasa programu hizo zimekwisha na sasa watumishi wanajiandaa kwenda kwenye maburudisho, na sehemu ambao tunakwenda kwa sasa hivi ni kutembelea mapango ya Amboni, ambako kuna historia nyingi sana ambazo zinapata maeneo hapa. Lakini kwa sasa hivi twende na mimi pamoja mpaka huko tutakapokwenda Amboni na nyuma yangu ni magari kama unavyoona na watumishi wanaingia huko kwa ajili ya safari yao ya kwenda mapango ya Amboni. Unataka kujua nini kinatokea? Endelea kufuatana nami. Mimi ni ripota wako Donald Masawe kutoka hapa Mtakatifu Johni wa pili. Asante. Kama nilivyokuambia hapo awali, wakati inatokea Mtakatifu Paulo wa pili na location kuelekea moja kwa moja Kwenye mapango ya Amboni, na sasa tupo kwenye usafiri ambao utatupeleka kwenye mapango ya Amboni kuangalia mojawapo ya historia kubwa na urithi ambao mkoa wa Tanga ama jiji la Tanga ambao umejaliwa. Nimejaliwa kuwa na watu kadha wa kadha kwenye gari hili ambao ni watumishi wa ofisi kuu ya dayosisi ya Kaskazini, na miongoni mwa vitu ambavyo wanavizungumza ni pamoja na ni kwa namna gani ambavyo wamejiandaa kwenda kwenye mapango haya. Sasa ungana pamoja nami hapa, nakuletea Victor Mshana ambaye ni mojawapo ambao tuko nao kwenye usafiri huu kuelekea kwenye mapango ya Amboni Victor, sisi tunakufahamu na tuko pamoja na wewe kuhakikisha ya kwamba tunakwenda kwenye safari hii ya Amboni. Ni kwa namna gani ambavyo umejiandaa kwenye safari hii kuelekea kwenye mapango ya Amboni? Asante sana ndugu yangu Donald, kipekee nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo uongozi wa Dasu umetupa kufanya utalii wa ndani. Huu ni utalii wa ndani ambao tunaenda kufanya mapango ya Amboni, mapango ya kihistoria tokea enzi na enzi za mababu yetu, na sisi kama watumishi wa dayosisi tunamtumikia Mungu, kunufaika kufurahia historia ya nzuri ya kuona mapango hayo, ambayo mwisho wa siku tunakumbuka zamani zile, enzi za Yesu pia walitoka kutoka sehemu mbalimbali za chini kabisa za mbali, lakini kumuona kuzaliwa kwake. Kwa hiyo hii inatukumbusha pia asili na historia nzuri ambayo kama kwenye Bilia tunaofundishwa lakini like, historia nzuri kwa ajili ya kumbukumbu ya kwetu Tanzania kuna mapango ya kwa, nimejiandaa vizuri na naenjoy kwamba nitaweza kuona na kujifunza zaidi kutokana na utamaduni na asili ambayo Mungu ametubarikiwa Tanzania. Ulishawahi kufika Tanga hapo awali? Nishafika Tanga. Hii ni mara ya ngapi kufika hapa Tanga? Aa, zaidi ya mara kumi na kwa hiyo huku ni, ni mwenyeji kidogo. Kwenye mapango ya Amboni Caves ni mara ya ngapi? Kwenye mapango ya Amboni ni mara yangu ya tatu niseme, lakini natamani kuona, maana najua nitakwenda kujifunza kitu kingine cha kipekee tofauti na kilichopita. Umevaa shati na umechomekea, je, utaweza kuingia huku ndani kwenye mapango kama ambavyo tunajua na kutokana na historia tuliyonayo ya mapango haya? Ah, ni amani kabisa hapo, unaingia vizuri kwa sababu na uzoefu umeshapita. Ni kuinama kuinuka na kuangalia na kupanda juu na kule ndani kwa kwa kuna giza kwa kuna taa na kama mchana nitaona mahali pa kukanyaga kwa isi, nashukuru sana huyu. Ni Victor ambaye tulikuwepo naye na hapa kwa mbele yangu kidogo kabisa, na muona dada yangu Shaeli. Shaeli habari za wakati huu? Salama kabisa mdogo wangu Donald. Na unajiandaa vipi kwenye safari hii ambayo tunaelekea? Nimejiandaa, yaani ni vema, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza Yani, I'm excited, sijui naenda kuona nini, lakini nafurahia, nimejipanga, nikafurahi kufurai, na naendelea kufurahi na ni mara yangu ya kwanza pia kufika mji wa Tanga, kwa hiyo naona ofisi kuu imenitendea neema ya ajabu. Hapa tumepata mshiriki ambaye ni mara ya kwanza kabisa kuwa hapa jijini Tanga, na kwa kweli anafuraha na hichi ambacho kinakwenda kufanyika. Umeshasikia jambo gani kuhusiana na Amboni, mapango haya ya Amboni, na unatamani ukienda ndio kitu chako cha kwanza kukiangalia? Yaani, nimesikia tu ni, ni mapango ambayo ni yako ya hayajatengenezwa kama yale ambayo tumewahi kuona kwa Marangu na wapi, lakini tunaambiwa kwamba hayo ni asili kwao. Natamani nifike tu nione, sijajua lolote kuhusu huko, kwa hiyo nina shauku ya kufika hapo nijue nitaona nini. Asante, huyu alikuwa ni Shaheli na niko na mwenyekiti msaidizi wa jumuiya ya wafanyakazi wa dayosisi hii ya Kaskazini, ambaye ni miongoni mwa watu wa karibu sana ambao wametuandalia safari hii ya kwenda kwenye mapango ya Amboni. Labda nimuulize, tafadhali, labda alifikiria nini na wakachagua Amboni na sio sehemu nyingine ya. ninashukuru kwa nafasi hii, kwanza nia ya kuchagua Amboni ni kwa vile tuliamua kwanza maburudisho yawe nje kabisa ya mkoa wetu wa Kilimanjaro, mazingira ambayo tumeyazoea, na kuchagua Amboni ni eneo ambalo kama tunavyofahamu wengi tumesoma katika historia ya kale ya Tanzania juu ya uwepo wa mapango hayo, na ni vizuri sasa kile tulichokisoma kwenye historia tukaenda kukishuhudia kwa macho, ndio sababu hasa lakini sababu ya pili kwamba kwa masimulizi ya wengi ni eneo linalovutia kutembelea. Na ninashukuru sana. Je, kuna uhusiano wowote, wewe ni mchungaji, kuhusiana na theolojia na haya mapango ambayo tunaenda kuyaangalia huku Amboni? Ya, ni eneo ambalo linatukumbusha na kutuonyesha uumbaji wa Mungu na hasa kwa kuzingatia kwamba mapango hayo si ya kutengenezwa na wanadamu, ni jambo ambalo limetokea kwa asili. Na tukirudi sasa, tunajifunza kwamba Mungu katika uumbaji wake ye, alifanya mambo mengi ya ajabu kama tunavyosoma. Lakini pia ni eneo ambalo kwa masimulizi ya kale pia utaambiwa kulikuwa na maeneo ya ibada pia kwa watu wa kale, kabla ya Ukristo na hata Uislamu. Kwa hiyo kwenye theology ni eneo la kujifunza pia. Hapo tumepata tafsiri kwa maana nzuri kabisa ya theolojia kuhusiana na mapango haya ya Amboni ambayo tunakwenda kwa sasa hivi. Sasa viko vingi ambavyo vitajiri, na baadaye tutawauliza hao ambao tulikuwepo nao ni kwa kiasi gani ambayo safari hii imekutana na matarajio yao yale ambayo walikuwa wanayawaza. Kwa hiyo endelea kuwa pamoja nasi. Karibuni sana mapangoni. Basi tutakuwa pamoja, aa, kwa maji yetu mkusini la ajabu. Mimi nitakuwa miongoni mwa wenyeji wenu au viongozi wenu kutembelea mapango yetu. Ila pia sitakuwa peke yangu, nitakuwa na, na mwenzangu hapa, anaitwa Mwinjuma. Tutakuwa pamoja kwenye safari ya kutembelea mapango yetu. Karibuni sana. Tuko hapa kwa ajili ya kumpa maelezo na baada ya maelezo hayo tunaenda kutembelea mapango yetu, kwenda kutembelea hifadhi yetu. Na hapa katika tunayotunza hifadhi, sisi tunahifadhi mapango saba na mapango yao kwa sasa yapo chini ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro Wizara ya Mali Asili na Utalii ndio wanasimamia sehemu hii hapa, ila ndani ya mapango saba hayo kuna tumika mapango mawili tu kwa shughuli za kiutalii. Kwa pango moja ndio hapo mbele etu, yetu ndio pango wetu kubwa tunaliita pango la Osale Otango na Paulo Hamisi, lakini pia tuna jingine dogo ambapo inapatikana kwa mbele hapo, tunaliita pango la uzazi au pango la jinsia na pango yenu yetu hivyo kulingana na vivutio naapo, uzazi, na vivutio vinavyopatikana hapo, lina mfano na mambo mbili uzazi wa kike na wa kiume, ndio maana kwa pango la uzazi au pango la jinsia. Lakini pango yetu kubwa hapo tunaliita pango la Osale Otango na Paulo Hamisi, kwa sababu ni pango tumika kujificha kwa wanaharakati wawili kwa takriban miaka minne. Na Osale Otango ni mwenyeji kutokea Kenya na Paulo Hamisi mwenyeji kutoka Tanganyika, mtu wa Tanga huyo na watu hawa walikutana katika kiwanda cha Amboni Limited kwa kunoisika na mambo ya mkonge, na walikuwa wanafanya kazi pale kama manamba, lakini watu hawa walikuwa wanafanyishwa kazi ngumu na nalipo jila mdogo, kwa watu wale ambao wapenye haki zao na haki za wanyonge wengine, lakini ilionekana ni watu ambao chochote wasifanye kazi kwa watu kwa wanatafutwa, na wakimbilia sehemu hii hapa kuja kujificha mnamo 1952 mpaka 1956. Lakini pia walikuwa wanajificha watu hawa walikuwa wanajihusisha na upora mali, upora fedha za koloni ili kuwafanya waweze kukata tamaa kuishi nchini mwetu. Lakini pia nasemekana kwa kutumia dawa za kienyeji ambapo dawa hizo zilikuwa zinapelekea kuwabumbaisha watu wamtafuta wasiweze kuwaona. Na dawa zile zilikuwa zinasaidia wanaweza kutoka sehemu hii hapa na kwenda kwenye nyumba za koloni na upora mali bila kuonekana. Na muda mwingine wakafika ni muda chakula na wakajumuika kwenye meza pale wakakaa wakala bila kuonekana. Hey. <laughs> Na kina kuwa wakikaa pale wakisha kula wakimaliza wanaacha ujumbe asanteni kwa chakula. Leo sea leo tango na Polo Hamisi. Na muda mwingine wakua anapeleka ujumbe la mda chakula cha mchana ujumbe. Kwa kuwa pamoja wanakuta ya mabwana funga milango na madirisha, wakiwa wanaamini watu wote watabaki nje. Lakini baada ya kile chakula chaahidi hidi wakisha kula wakimaliza wanakuta ujumbe mwingine mezani, asanteni kwa chakula. Eee, ila mashati ya dawa ambazo kuna tumia walikuwa hawataki kutembea na mwanamke ambaye sio wa ndoa kwa lugha nyepesi kuchepuka au kuzini, ila mnamo elfu moja mia tisa hamsini na sita mwishoni walipata sehemu kugundulika kuamua kutoka na kukimbilia Lushoto, kiji kimoja kinaitwa Mtii Mtae, na wakajificha kule. Ila kwa kweli Lushoto watu baada ya Paul Hamisi kuvunja masheti ya dawa zile kwa kumbaka mwanamke mmoja wa kizungu na kuweza kuonekana kwa urahisi kule, wakampata kupigwa risasi na wakafia yote kule na hiyo ndio sababu iliyopelekea pango hili likaitwa pango la Osale Otango na Paulo Hamisi kama kuenzi watu wawili. <coughs> Lakini pia uh, kihistoria mapango yote baada kujitengeneza kwa tafiti za kisayansi inasemekana takriban miaka 150 milioni iliyopita sehemu hii hapa yote kuwepo chini ya maji kiwa na kwa na maana kwamba sehemu yote imefunikwa na bahari, kwa kipindi maji alivyokuepo yalikuwa yanachonga zile sehemu laini za miamba na kuweza kutengeneza njia na matobo. Kini baada maji kusogea baada bali kutoka ndio mapango yalipata kuonekana eneo hili hapa. Na aina ya mwamba ambao tuko nao mbele yetu ni na sedimentary rocks ambayo ni mwamba tabaka. Na kwenye pango letu kubwa hapa ni pango lina vituo 13 na vituo hivyo vimeganyika katika magundi makundi makuu manne. Tuna kituo cha kihistoria, kijiografia, kimasimulizi ya mapokeo na sehemu ambao kuna mfanano wa maumbo tofauti tofauti. Kwa tukianzia sehemu ya kihistoria tunakutana na kituo namba moja ambapo sehemu hiyo tunapaita sehemu ya mzimu wa mabavu. Na sehemu hiyo ilianza kutumika tukia karne ya kumi na sita na wenyeji wa Tanga ambao tumia eneo hilo kwa ajili ya kuna kufanya maombi na matambiko, wakiwa wanaamini kama mtu ana shida au mtu ana tatizo, basi akienda sehemu hiyo hapo, akiomba shida yake tatizo lake, itakuwa imetatuliwa. Na baada ya mtu kufanya maombi yake na kumaliza, huwa anachaga sadaka kuna ambao wanachinja kuku kwa mbuzi, kuna ambao wanapeleka vyakula, lakini pia kuna ambao wanachaga ya taela, wakiwa wanaamini kitu wanachoacha ni sadaka inayopelekea dua yake iweze kukubalika haraka na sio watumika mpaka leo, bado kuna watu wanaenda kufanya maombi sehemu hiyo hapo. Lakini pia kundi la pili la vivutio ni sehemu ya kijiografia, tunakutana na miamba ambayo inaongezeka ukubwa Tunao mwamba unakuwa kutokea sehemu ya juu na kushuka chini, tunauita stalactite au dripstone, lakini unakuwa ambao kwa jiografia tunauita. Lakini pia tuna mwingine unakuwa kutokea sehemu ya chini na kupanda juu, ambao tunauita stalagmite. Na ipo sehemu imekuwa na ikaungana yote miwili na ikatengeneza natural pillar au nguzo ya asili. Kundi la tatu la vivutio ni sehemu ya kimasimuliza kimapokeo. Ndani ya mapango wetu kuna njia ambazo na simulio, ukipita unatokea sehemu mbalimbali. Kuna njia huko ndani ukipita unatokea maeneo ya Kange stand hapa Tanga, stand mpya mabasi pale. Lakini pia ipo njia nyingine huko ndani ukipita unatokea Mombasa Kenya bila pasipoti. Eh. Ipo boda la Mombasa hapo jamani. Kwa kama unataka kwenda kusalimia kidogo ipo njia Mombasa chapo tu hapo. Na eh, pia ipo sehemu nyingine tunapita Shimoni na sehemu hiyo kushepoteaga wageni wawili wa kizungu na mbwa mmoja mwaka 1941. Na sababu wapotea kwa wageni hao walikuja katika mapango na wakihitaji kuingia humo ndani, lakini wageni wale walishauriwa kuingia na mtu ambaye ni mwenyeji, lakini walikataa kuongozwa na mtu akiwa na imani mbwa wao anaweza kuongoza njia kuingia na kutoka pia. Kwa waliingia nje pasipo na mwenyeji, wakazunguka humo ndani, walienda wakapita, kuna njia ilikuwa ina shimo, waliweza kuteleza kuweza kuanguka kwenye ile shimo na kupotelea huko. Lakini baada ya mwezi mmoja na nusu toka kupotea kwao, mbwa alipata kuonekana pembezoni mwa mlima Kilimanjaro, Moshi ila lazima waweze kuonekana mpaka leo. Kwa kama kuna Mchaga hapa ipo njia nyumbani huko jamani. Kundi la mwisho ni sehemu ambayo kuna mfanano wa mambo tofauti tofauti. Na tunataka kuona sehemu ambayo kuna mfano kama walamani Afrika, kichwa cha simba dume, sehemu ya msikiti, sehemu ya kanisa, mtu tunataka kuona sanamu la Bikira Maria, mfano wa kitabu ambao umefunguliwa ambao ni kama Bible. Hivyo tunataka kuona sehemu kuna mfano kama wa kiti cha enzi, tunataka kujionea. Ipo sehemu kuna mfano kama wa meli ambayo imetia nanga, na vitu vingine vingi tunakujionea, lakini pia bila kusahau, zipo sehemu kidogo za mazoezi tunaonja ndani, tunaita njia nyembamba, lakini watu wengi wanapenda kuita njia ya uzimani. Njia yetu ni nyembamba, lakini ina sifa ya kupitisha kila aina ya mtu. Haijalishi ni kibonge, ni mwembamba kama mimi, unapita. Tumeelewana jamani? Eh, kwa labda kama uko unasimulia kuna njia nyembamba, ukifika upitie unakwama, sio kweli jamani, sawa? Hizo simuliza mtaani ila kwa huku unapita kama kawaida, sawa, jamani Eh, ila zipo njia mbili sehemu ipo hiyo nyembamba ambayo tunaita njia ndao zimani lakini ipo njia pana ambayo ni njia kawaida, wengi wanapenda kuita njia ya kwenda motoni. Kwa namna kama unahitaji kupita njia ya motoni, basi tutakuruhusu utapita. Kama unahitaji kwenda mbinguni, tutakuruhusu pia utapita. Sawa, jamani. Eh, ni chaguo lako tu. Pia ipo sehemu tunapenda mlima Kilimanjaro kwa wale ambao tujapanda mlima Kilimanjaro kama mimi, leo tunaupanda mapangoni. Na sisi wako tunapanda leo leo na tunashuka leo leo. Na sababu kubwa kushapanda juu ya mlima tunaenda kuona uh, ile barafu kwa ukaribu, lakini pia tutaenda kuona ule mnalo unaopatikana pale Marekani, ile Statue of Liberty. Kwa kama mdo ulikuwa unaona kwenye picha, kwenye kwenye movie ile tunaenda kuona pia mapangoni live, e, kwa, kwa, na, mlima, kuende, uh, andege, kwa jamani sawa eh. Kwao tujiandae kwa hilo. Na baada ya kushuka mlimani, basi za kwende kuelekea uwanja wa ndege kwenda kupanda Bombardier. Hata kukusudia tujatengwa jamani, lese ametuletea ndege mapangoni. Kwa kama kwa pia tunaziona tu zinaruka leo, tunaenda kupanda ndege ya mapangoni. Safari yetu tunachukua nusu saa mpaka dakika 45, ndio kwa tushamaliza utalii wetu hapa kwa muda wetu kwa sasa unaruhusu, tenda bila shida yoyote. Sehemu ya ndani hakuna wanyama hatarishi, ila ndani kunapatikana popo, kama tunavyosikia kwa wanalia, ila ni popo ambao hawana madhara yote kwa wageni ambao wanaingia ndani. Ni popo ambao wanakaa juu, hawashuki kwa ajili ya kwa bugu za wageni Eneo la ndani au nje hakuna sehemu yoyote ambayo imechongwa wala kutengenezwa na binadamu. Wote ambao tunataka kuona tunataka kupita ni asili kabisa na chanzo chake ni maji ya bahari kama nilivyosema mwanzo. Kitu ambacho tunataka kuona kimetengenezwa na binadamu ni ufungaji wa taa za umeme ndani, lakini pango ile kubwa chini kumewekwa pavement, ni pia kuna sehemu tumetengeneza kijidaraja, eneo hilo kwa nyakati za mvua kwa kuna jaa maji, kwa hiyo tumecho kidaraja kupita kuelekea eneo la mbele, tunataka utapaona pia jinsi palivyo ila kwenye vivutio ni asili kabisa, hakuna kitu chochote ambacho kimeongezwa. Karibuni tumepata maelezo ya kutosha kuhusiana na mapango haya ya Amboni ambayo tulikuwa tukiyazungumzia na tumeelekezwa mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na historia za kale, masuala yanayohusu mambo ya zama ambazo mababu walikuwa wanatumia, njia mbalimbali walizokuwa wanazitumia. Na mimi nimehamasika kujiunga na kuungia na kwenye kundi hili la kwenda kuyatazama mapango haya ya Amboni Caves. sasa ungana nami na tutakuwa pamoja kwenye safari hii yote, kuingia ndani ya mapango maelekezo hapo awali. Hapa ni pale ambako tunaenda kwenye sehemu ambako ni wale wanaharakati wawili ambao tumepata habari zao walipokuwa wakizungumza na wakijificha kutokana na mambo walikuwa wanayafanya kipindi hicho. Sasa tumesikia kwamba watu walikuwa wakija wakiwatafuta na hawawaoni, lakini hapa tunapoelekezwa sasa, ndio kuna taswira ya nyumba ya msonge, nyumba ambayo ni maarufu sana na mapango ambayo tunaonyeshwa sasa, ambako watumishi mbalimbali wanaelekea wakiingia, ndiko ambako kulikuwa kunafanyika kitendo hicho cha kujificha. Walikuwa wakijificha na kwa sababu walikuwa wanayajua mapango Haya, watu wote waliokuwa wakija walikuwa hawawaoni kabisa. Sasa wewe hutaki kuamini, karibu Amboni uweze kujionea vitu vyote vinavyo Taka kuviona. Ofisi imetuleta watumishi ofisi kuu leo tunajionea vitu vya kitofauti na asili ya mambo mbalimbali kuhusiana na utamaduni na kuhusiana na zile tunu ambazo tumekabidhiwa. Karibu mimi nitaingia na wewe na kukaribisha siku moja uweze kuingia. Kundi la kwanza limetoka na sasa linaingia kundi lingine la pili, kutokana na udogo wa eneo hilo ambalo tulikuwa tunalizungumzia, ambako walikuwa wakijifunza watu hawa kuhusiana na shughuli hizi mbalimbali. Ukiangalia, ni giza kweli kweli, na sehemu hii tuliyopo kuna taa ambazo zimefungwa kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kujionea mambo yote haya. Taa hizi zimewekwa sensa maalum na wakati ambao hautaingia huku taa hizi zitazima. Tuko pamoja, utalii ni mzuri na eneo limeboreshwa. Tuendelee kuungana pamoja. Tumefika njia mbili, njia ambayo ni nyembamba ya kwenda uzimani, lakini njia pana ambayo ni ya kwenda kule ambako wote tunapajua. Katibu mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini Injinia Moshi, yeye ameamua kupita njia hii ya kwenda upotevuni ambao ni njia pana, lakini mimi nimeamua kwenda na mwenzangu kwenye njia hii nyembamba, kwa sababu ninautaka uzima wa milele na niko taratibu kabisa kwenye njia hii ambayo ni nyembamba. Niko kwa kweli, inakuhitaji ujasiri wa hali ya juu na inakuhitaji uwe na nguvu za hali ya juu kuweza kupita Nigiza kweli kweli, mimi ninakwenda na wewe, tuungane pamoja. Tuko kwenye njia ya kwenda uzimani, tumetoka kupita kwenye njia ambayo tuliaminishwa ni njia nyembamba ambayo ilikuwa ni ya uzimani. Nataka nimuulize Baba Askofu ni kwa nini yeye amechagua kupita njia ya uzimani ambayo ni nyembamba licha ya jasho kali ambalo linamtoka hivi sasa. <laughs> Eh, kweli mimi nimeamua kupita hii njia ya nyembamba kwa sababu angalau ninafananisha kweli kama na njia ya safari ya maisha ya hapa duniani kuelekea uzimani, na ninajua ina changamoto, ina magumu, na haya magumu kwa msaada wa Mungu lazima tu, eh, tuyavuke, na hapa tume tumevuka, na naamini pia hata katika ile safari ya uzima wa milele tutavuka kwa neema ya Bwana. Asante sana baba askofu na kushukuru na kutakia safari njema kwenye njia ambazo zinaendelea. Kama tulivyokuambia tupo kwenye mapango ya Amboni, na huyu alikuwa ni mheshimiwa baba askofu, na amelinganisha njia hii na vile vitu ambavyo tunazungumzia, makwazo, majaribu na vitu vingine ambavyo vinahusu uzima ule wa milele. Twende tuungane na wengine kwa ajili ya mapango haya, karibu Kama tunavyoona safari ya kuelekea mlima Kilimanjaro, lakini kwenye mapango ya Amboni imeanza rasmi na watalii wetu tayari wote kwa pamoja wameanza kuelekea kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Mwishoni juu tutaenda kuona kiti cha enzi kama tunavyojua kwamba matendo yetu ya imani yanavyotueleza ya kwamba kiti cha enzi kipo juu ambako Mungu anakaa, na mimi miongoni mwa watu ambao ninataramia kupanda umlima na kushuka kwa siku moja ili kwenda kuona kile kiti cha enzi ambacho tunakiona hapa. Popo ni wengi kweli kweli maeneo hapa, na sauti unazozisikia kwa mbali ni sauti za popo ambao wanapatikana mahali hapa, na sote kwa pamoja tunaangalia jinsi gani uumbaji wa Mungu upo kwa namna hii. Wanakula nini? Mimi sijui. Wanakuwa wanaishi kwa namna gani? Mimi sijui, lakini nachojua nimewaona, wapo hapa karibu tu. Ungane pamoja. hii ilikuwa ni safari ambayo haikuwa rahisi, lakini wote kwa pamoja tumeweza kufika nje na kupitia mlango huu ambao ulikuwa ni bawa ambalo unafana mfano wa bawa la ndege. Niko na mchungaji ambaye alikuwa pa, tulikuwa naye pamoja kwenye safari tangu mwanzo mpaka sasa. Labda nimuulize kwa sasa hivi anajisikiaje na hii experience ya mara nyingine kufika hapa kwenye mapango haya ya. Kwa kweli imekuwa safari njema nzuri ya baraka ya kuvutia kwanza ni tukiona eneo ambalo tumekuwa tukilisoma kwenye historia ya Tanzania, mapango ya Amboni, ambayo ndani yake kwa kweli kuna vivutio vingi. Tumeona maeneo mengi ambayo yanavutia, njia nyembamba iendayo uzimani, njia pana iendayo upotevuni. Tumeona mapango ambayo yamekaa kwa mfano wa msikiti, mfano wa kanisa. Pa, eh, eneo ambalo liko kama ndege, picha ya mnyama kama simba, na vivutio vingi kwa kweli, na kila mtumishi amefurahia. Lakini jambo kubwa la kufurahisha pia ni pale wengine kati yetu amegeuka tena vivutio vya safari yenyewe ndani ya mapango, hasa dada yetu mpendwa Elizabeth kwenye njia nyembamba ya kwenda mbinguni jinsi alivyo struggle na mpaka akafika, lakini wakati wa kushuka kutoka e, kwenye pango ambalo lina eneo la kupanda kama mlima Kilimanjaro, wakati wa kurudi amekuwa kivutio cha kipekee. Kwa ujumla niseme, imekuwa safari nzuri ya kufurahisha, safari ambayo kwa hakika watumishi wameburudika. Tunamshukuru tena Mungu aliyetupa kufika katika mapango ya Amboni tunawashukuru viongozi kwa maana ya magaidi ambao wametuongoza na kutupa maelezo mazuri yanayovutia. Kwa hakika tunaweza kusema ni mahali pazuri pa utalii, na tunashukuru serikali kwa kuendelea kupaboresha kupitia eh, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ambayo wameweka hata sasa mapango hayatishi sasa sana mtu akiingia kule, lakini kwa kuweka waongoza watalii wazuri ambao wanaifahamu vizuri historia ya mapango na wanaoweza kutoa maelezo mazuri yanayokuvutia kuingia ndani kwenda kutazama. Asante sana. Nakushukuru, ulihema sana lakini nakutakia majukumu mema. Mazoezi ni ya muhimu sana, asante sana. Na nimefanya mazoezi kwa hakika, asante ni <laughs> Mchungaji Fadhili, mwenyekiti msaidizi wa jumuiya ya wafanyakazi. Na hapa niko na mtu mwingine ambaye ni mpendwa katika idara yetu ya ukaguzi. Yeye atuambie ilikuwa ni safari ya aina gani na nini hasa cha msingi ambacho amejifunza kutokea kwenye haya mapango ya Amboni. Nashukuru. Mapango ya Amboni kwa mara ya kwanza ndo nimefika leo na nilipofika kuona kwa nje nilipata hofu. Nikahisi kama sitaweza kuingia ndani. Lakini tumeingia ndani vizuri, tumejifunza mambo mengi. Mimi kikubwa kilichonivutia kuachilia mbali ile njia ya kwenda uzimani ni kupanda mlima Kilimanjaro na kushuka. Tumepanda, safari ilikuwa nzuri lakini ya jasho, ila tumejifunza mambo mengi, sitaki kurudia kwa sababu mchungaji amesha ya yazungumza, lakini kwa kweli tumefurahi, na tunapongeza uongozi wa dayosisi yetu kwa kutuleta mahali hapa. Tumeenjoy, tumefurahi, tumeburudika. Kikubwa zaidi tumefanya mazoezi na tumepanda ndege, tumetua salama. Ni lini mara ya mwisho kupata muda maalum kabisa kama siku ya leo ya kupumzika kwa ajili ya kwako kwa wewe binafsi? Aa, kusema kweli mambo yamekuwa ni mengi, mambo ya familia, mambo ya kazi mara ya mwisho kupumzika ilikuwa Desemba, mpaka leo tunaona huu ni mwezi wa nne. Kwa hiyo tunaona ni, kwa ni jinsi gani pia hatupati muda wa kupumzika binafsi hata na familia zetu. Ninashukuru, na hiyo ndio ilikuwa historia fupi na jinsi ambavyo watumishi wa ofisi kuu ya dayosisi ya Kaskazini, namna ambavyo wameweza kuja kwenye mapango ya Amboni kwa ajili ya kujifurahisha, lakini kwa ajili ya kupumzika, kuona namna ambavyo uumbaji wa Mungu umekuwa ni kwa kiwango kikubwa. Mimi ninaitwa Donald Ernest Masawe, nyuma ya kamera amekaa Kefa Silani. Matukio bado ni mengi na vitu bado ni vingi vinakuja, endelea kusubiri, endelea kutufuatilia, na hii ni Umoja Daima Media. endelea kusubscribe, kucomment na kulike, share na watu wengine waweze kupata habari hizi nzuri, kuhusiana na haya ambayo tunayazungumza na hayo ambayo yanakuja. Usikose.